UDA na wale wa DCP wameendelea kuwapigia debe wawaniaji wao wanapotarajia kuibuka washindi kwenye chaguzi ndogo za wadi ya Narok mjini. Viongozi hao wakiwataka wananchi kuwachagua viongozi kulingana na maadili ya kila mmoja na ambaye aliye na uwezo wa kuunganisha Wakenya wote. Nimesikia mmesema, gavana wenyu hapa ni wa UDA, si ndio? Mbunge huyu Mama Agnes Pareyo hata kama ni wa Jubilee tunafanya kazi na yeye kwa UDA. Rais wa Kenya ni wa UDA. Kweli si kweli? Majority ya MCAs Narok County ni wa chama gani? UDA, si ndio? Marehemu baba ya Kanyinge alitufanyia kazi hapa kama MCA wetu, si ni kweli? Na kwa heshima, huyu kijana yake amewaomba msaidie yeye aweze kuendeleza ile kazi baba yake alikuwa anafanya. Na sio kazi yake sio kazi ya jamii moogo yamesema, it is not about siasa za 2027. Hiyo tukimaliza, 27 of this month Kanyingi akiwa sworn in, hiyo siasa mtakorogana. Na nyinyi wenyewe ndio mtajiamulia 2027 vile mtapanga kaunti yenu ya Narok. Lakini kwa wakati huu, kama uko mrengo gani ama gani tu, focus na tushikilie Kanyingi. Tutafanya hivyo. Na tulisema ya kwamba hii 2027 sivyo ndio tulisema. Hii si 2027 27 bado hiyo viti sote ku tutakuja kung'ang'ania. Viti sitakuwa wasi 27 ile tulisema tu hakuna kung'ang'ania ni ya rais. Hii zingine zote tulisema tunang'ang'ania. Si namna hiyo. Na wadosi ya kuamua ni nani? Nani anaamua? Heshima. Nyinyi vile vile mlichaguliwa na wananchi, na wananchi hawa waliwaheshimu na wakawaaminia kwamba mukichukua hiyo uongozi, mutazingatia haki zao, mutawatimizia ahadi zote ambazo mlikuwa mmewaahidi. Na sasa hivi vilevile wamepatiwa nafasi wao wenyewe wajichagulie kiongozi. Tungaomba tafadhali, muachie wananchi nafasi wachague viongozi ambayo wanaamini kwamba wataweza kutimiza ndoto zao.